Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki cha mkate wa leo. Bila shaka unaendelea kufurahia mambo yanayokujia. Basi mami, ni tumaini langu kwamba unafurahia nami ninapokuletea. Sikuletei tu, lakini nakuletea kwa furaha. Basi tunaendelea kuwatazama watendakazi katika kanisa, watendakazi katika kanisa, na leo tunalifikia kundi la mwisho Kundi sio sio la mwisho kwa umuhimu, lakini ni kundi moja wapo katika makundi yanayomsaidia sana mchungaji na kuipanua huduma ya kanisa. Kundi lenyewe ni la waweka waweka akiba, au wanaitwa vikoba au vikundi vya kuweka na kukopa. Hivi vimeanzishwa pia katika kanisa. Vikundi hivi vimekuwa baraka mno vimekuwa baraka sana katika kanisa. <coughs> Wacha tuangalie mfano wake katika Biblia Mwanzo sura ya 41 ukianzia kusoma mstari wa 33, Mwanzo 41 kuanzia mstari wa 33. Hapa tunakusa, tunakutana na kisa cha Yusufu na Farao. Basi Farao najitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Farao na afanye hivi tena, akaweke wasimamizi juu ya nchi na kutoa sehemu ya tano katika nchi ya Misri katika miaka hii saba ya kushiba, na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo ijayo wakaweke akiba ya nafaka mkononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji, na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka hiyo saba ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, nchi isiharibike kwa njaa. Amen. Hapa tunakutana na kisa cha Yusufu akiwa kule Misri, na akiwa gerezani akaota ndoto za aina mbili, na ambazo zote zilikuja kuleta matokeo. Sasa hii ndoto ya njaa katika nchi ya Misri na miaka ya baraka au ya neema katika nchi ya Misri alionyeshwa Yusufu, sasa akampelekea Farao akamwambia cha kufanya kwamba kuna miaka saba inakuja ya njaa. Sasa kwa sababu ya miaka saba ya njaa inayokuja, hii miema ambayo ipo tuitumie kukusanya chakula, mweke mtu mwenye akili atakayesimamia jambo hilo ili miaka saba hii basi chakula kikusanywe kwa wingi kiwekwe akiba kwa ajili ya miaka saba ya hatari inayokuja isiyo na kulima wala kuvuna. Hivyo basi, kwa mfano huo wa kuweka akiba ya chakula katika Misri, mimi nimeubeba kuwa mfano wa kuweka na kukopa katika vikundi vyetu mbalimbali ambavyo vinafanya hiyo kazi ya kuweka na kuweka na kukopa kuweka na kukopa. Unapoweka akiba lengo lako ikusaidie baadaye. Kwa hiyo katika kuweka kwenye vikundi, unapoweka kwenye vikundi akiba yako hiyo itakuja kukusaidia baadaye, na imekuwa ikiwasaidia watu wengi sana hiyo akiba wanayoweka katika vikundi. Vikundi hivi e, vimeanzishwa huko duniani, vimeanzishwa pia kanisani Vikundi hivi vimekuwa vya baraka sana iwapo, baadhi ya vikundi kule nje, nje ya kanisa vimekuwa vikiwaliza watu, vimekuwa vikiwaliza watu hata kwa majina ya vikundi vyenyewe, vinamala vinaitwa kausha damu na mengine na vingine. Na sasa vikundi hivi vimekuwa vikiwaliza sana watu, lakini vikundi vya kanisani vimekuwa vya baraka sana, kwa sababu vinasimamiwa vizuri na vinaongozwa pia na neno la Mungu na watu wa Mungu waliookoka. Kwa hiyo vinaenda kwa upendo sana, na wote ambao wamekuwa katika vikundi hivi wamefurahia sana kuwa ndani yake, kwa sababu fedha yao iko salama. Wao wenyewe wananufaika na uwekaji na kukopa na kufanya mambo ya maendeleo yao, lakini pia kanisa linafaidika kwa sababu baadhi ya vikundi au karibu vikundi vyote vya kanisa vinatoa sehemu kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo vimekuwa baraka mno, vinaweza kuamua kujenga au kununua kitu fulani na kukiweka kama ukumbusho wao katika kanisa. Kwa hiyo vikundi hivi vya kuweka na kukopa katika kanisa vimekuwa vikundi vya baraka mno mno mno mno. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji wa, na mfuatiliaji wa kipindi hiki cha Mkate wa Leo. Sijui kama uko kwenye kikundi chochote katika kanisa. Mungu akubariki kama umo katika kikundi hicho. Endelea kuwa mwaminifu, endelea kufanya kama mnavyokubaliana. Mimi nakwambia siku ya siku utaona matokeo mema kabisa. Nchi ya Misri ilipoweka akiba ya chakula, hawakupata shida maana chakula walikuwa nacho tele. Ndivyo na wewe kadri unavyoweka akiba Hatuweki akiba kwa ajili ya jambo jingine, ni kwa ajili ya baadaye kutusaidia. Sio tunaweka akiba kwa ajili ya sasa, ha, tunapoweka akiba ni kwa ajili ya itusaidie baadaye. Na wengi wamekuwa wakifaidika sana na wamekuwa wakiona matokeo makubwa kutokana na vikundi hivi. Kwa hiyo, nikusihi kama hujajiunga katika kikundi cha kanisa, njoo Tumepiga hatua mbele zaidi, hata kuwaita watu ambao sio wa kanisa hilo nao kujiunga katika vikundi vya kanisa, kwa sababu wameona ni vikundi vitulivu, vikundi ambavyo havina matata, yaani wanafanya mambo kwa upendo kabisa na kwa haki kabisa. Kwa hiyo karibu sana, kama hujajiunga njoo jiunge, na kama umeshajiunga, kama nilivyosema, endelea kufanya kwa moyo na kwa uaminifu kabisa. Nasi tuko kuwaombea mwendelee na kupata mafanikio katika vikundi vyenu. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe uliyesikia. Kwa hiyo hili ndilo kundi la mwisho. Yapo makundi mengine, lakini hili nimeona ndio kundi la mwisho ambalo katika kanisa. Yamekuwa ya baraka mno makundi haya. Mungu wa mbinguni akubariki. Nikuombe usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe katika akaunti yangu, na kwa njia hiyo utakuwa umenibariki sana. Asante sana, asante sana kwa kukubali kuwa pamoja nami. Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la utatu Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu amen.